Na hii asali na manjano kwa mtu yeyote ambaye anajisaidia haja ndogo kitandani pia ni dawa. Yaani wakati mtoto ama mtu mzima ambaye anaumwa ana tatizo hili la kujisaidia haja ndogo, chukua asali uh, kijiko kimoja alafu ongeza na robo kijiko cha manjano changanya, so utapata rojo kama rojo hivi. Chukua lile kunywa, au unaweza kuchanganya kwenye maziwa. Hii ni ile golden tea pia eh, eh, mm -hmm. Unachanganya uh, maziwa, asali na manjano. Uh, hii ni tiba lakini pia inaondoa na hiyo tatizo la, la kujisaidia haja ndogo kitandani Di. inaondoa tatizo la kukoroma, inaondoa tatizo la kukosa usingizi pia, mm -hmm. Kama mtu ana tatizo la kukoroma kwa sauti kama generator eh, mm -hmm. ni, ni, ni, amepata uh, inaitwa inflammation. Kuna, kuna, kuna inawezekana katika njia ya, ya hewa kuna viuvimbe ambavyo vinasababisha hewa isipite vizuri, kwa hiyo anapokuwa kalala inamletea hii mikoromo. Chukua hiyo asali manjano ya changanya, uh, kunywa kama yenyewe, lakini pia unaweza kuichanganya kwenye maziwa ukakoroga ukanywa. Inaondoa pia tatizo la kukoroma. Pia tunasisitiza bado swala suala la kwenda hospitali hili halikwepeki kwa sababu Uh, usijichukulia usijichukulia hatua mkononi, si ndio? Kwamba sheria sheria mkononi, mm, kwa sababu wewe unaumwa tu kidogo kichwa kinauma tayari umeshakimbilia malaria, kwa sababu ni moja ya dalili. Hapana, wakati mwingine kichwa kinaweza kuuma, ni stress tu, kumbe ukinywa maji tu au ukilala ukiamka kimeondoka. Ehe, kwa hiyo tupime, ili tuweze kujua kile kinachotusibu na tupate uh, tiba za uhakika.